Ni pale ambapo mahusiano yenu na yule mtu mm. yatarudi kuwa kama yalivyokuwa kabla ya, ya mjakoseana mm. au yatakuwa bora ya zaidi. Sasa ukishaona, kwa sababu msamaha lazima turudi kama tulivyokuwa mm. si unanielewa? Ndio maana mm. nikuwa nakupa mfano hapa mm. kwamba mimi na wewe si ni watangazaji wote mm. ni rafiki yangu, tunakulaga pamoja jioni labda, mm. tunaongea, tunapigiana simu, tumegombana, tumekosana, mimi nikikusamehe maana yake kesho tutaendelea kula pamoja. Ndiyo. kesho tutatoka, tuta, tutachoma tuta nyama pamoja tutakula. Lakini kama nasema nimekusamehe, lakini siwezi kukaa na wewe tena, hatuwezi kuongea tena, hatuwezi kucheka tena, nilikuwa nakutembelea kwako, siwezi kukutembelea tena, labda nilikuwa na kuomba lift. Nimekusamehe bana, lakini nikikuona unakuja, mimi napita kushoto. Kushoto. Kushoto. Hmm. Sijakusamehe. kungekuwa na misamaha ya kweli Umeelewa? kungekuwa na misamaha hakuna mtu angenuna, hakuna mtu asingeongeana na mwingine, hakuna ndugu ambao angekuwa waongee. Hao ndugu ambao waongee wanakalishwaga kwenye vikao, anasema nimemsamehe, lakini hata kaa mpigie simu, hata kaa ongee naye, hata kaa kae naye hata benchi moja hivi, lakini anasema nimemsamehe. Hakuna msamaha hapo. Msamaha wa kweli ni ule ambao unaturudisha kwenye ile hali yetu ya mwanzo. Ulikuwa na mke wako, mmegombana anakwambia nimekusamehe, lakini siwezi kurudi kuendelea kuishi na wewe. Huyo mtu hajakusamehe. Unaendelea, nimekusamehe bana, lakini mimi sitaki kuishi na wewe tena. Huyo mtu hajakusamehe, hajakusa huo ni msamaha wa unafiki Ndi. mtu anayekusamehe maana yake ule msamaha wake unarudisha unawarudisha kwenye ile hali yenu ya wapi, ya mwanzo.